So... fainali ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 2026 inatarajiwa kuchezwa Jumapili hii mjini Rabat, nchini Morocco ikiwakutanisha wenyeji Morocco, the Atlas, uh, the Atlas Lions na mabingwa Senegal, Simba wa Teranga. Ni mchezo unaobeba uzito mkubwa kisoka, kihistoria na hata kisaikolojia Ukikusanya hadithi mbili tofauti. Morocco wanatafuta taji lao la pili baada ya miaka arobaini na tisa wakati Senegal wanataka kuendeleza enzi kama nguvu mpya ya soka barani Afrika. Na kwenye laini ya simu ni mchambuzi wa michezo James TupaTupa ambaye pia ana cheti cha ukocha kutoka shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF. Naye pia tunaye mwandishi wa habari za michezo kutoka Nairobi, mji mkuu wa Kenya, Hassan mwana wa Ali, bila kumsahau mwenzangu kutoka dawati la michezo la hapa DW Kiswahili, Josephat Charo. Eh, Josephat, James TupaTupa na Hassan mwana wa Ali, mambo vipi jamani? Tujambo, baba, taama, ka kwema, ka. tunashukuru mambo mazuri Mambo ni mazuri na moja kwa moja, e, tunaanza na wewe bwana James TupaTupa ukiwa Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza e, tupe tathmini yako kuhusu safari ya Morocco na Senegal hadi kufikia hatua hii ya fainali. Ni safari ambayo ya-ya- uh, ya, ya ubabe sana, safari ambayo ilikuwa ikitarajiwa na baadhi ya watu ambao wanafuatilia sana soka e, barani Afrika na duniani e, kwamba ni kanda mbili ambazo zinatawala soka la Afrika, kanda kutoka Afrika ya Magharibi na kanda kutoka Afrika ya Kaskazini. Kwa hiyo uh, Senegal soka alipoanzia hapo, alikuwa anaibeba kanda ya Afrika ya Magharibi, lakini e, a, a, Morocco alikuwa anaibeba kanda ya Afrika ya Kaskazini. Kwa hiyo ukitazama namna ambavyo walikuwa wanacheza katika makundi yao, Senegal amepata matokeo mazuri, Morocco pia amepata matokeo mazuri, ametop kundi lake ambalo pia Tanzania ilikuwa humo ndani, amekuwa na safari nzuri sana. Kwa hiyo ni makundi ambayo toka mwanzo yalikuwa yanaonyesha kwamba hawa ndio ambao pengine watakuwa na jambo. Uh, upande wa Senegal wamekuwa mabingwa mara kadhaa kama ambavyo wamesema awali, lakini pia upande wa Morocco ambao pia wamewahi kutoa taji hilo eh, na wana kiu ya kulitoa tena, lakini pia ni waandaaji na kuna msemo mashuhuri sana wa Kiswahili kwamba mcheza kwao hutuzwa. Kwa hiyo eh, ilikuwa ni safari ambayo ilitarajiwa. Ha, eh, na, na kuona Hassan mwana wa Ali eh, kwanza nataka unifahamishe ni timu ipi kati ya hizi mbili eh, Senegal na, na Morocco ambayo imeonyesha uthabiti zaidi na mchezo eh, wa kuvutia kuvutia mashabiki katika zile hatua mpaka sasa wanafika fainali. Uh, shukran. Uh, ni, ni swali ambalo hata na huku niliwauliza baadhi ya mashabiki wangu na wafuasi kwenye ukurasa wa Facebook na inaonekana kila mmoja ni kama anaipigia upatu uh, Senegal maki wengi walikuwa nahisi kama si Senegal ni ni ni, ni, ni Nigeria kulichukua hili kombe mm. na nilikuwa ninajiuliza kwa nini wanayasema mengi sana. Baadhi ya watu wanahisi kwamba mwenyeji e, amebebwa, ingawa ukibebwa pia unakitizama kile kisogo cha mama unakikumbatia. Pamoja na kauli hizo, Moroko pia wameonyesha mchezo mzuri sana haswa walipocheza dhidi uh, ya Nigeria wali, walionyesha kiwango cha juu sana dhidi ya Super Eagles ambao ni, ni kikosi kizuri sana hata mechi yao dhidi ya Cameroon pia walicheza vizuri sana Senegal ukiangalia njia yao na safari yao nafikiri mtihani waliokumbana nao naweza ukasema mtihani ni walipocheza na Mali kwa mbali mm -hmm. na na Egypt na Egypt na kufungwa bao kwa hiyo unaweza ukasema kwamba ni vigumu kubashiri nani ataweza kulibeba hili kombe ni vigumu kubashiri atakayelibeba kombe. Josephat Charo, tuzungumzie faida ya uwanja wa nyumbani Morocco. Eh, wanaingia fainali wakiwa na nguvu ya mashabiki tunamwita mchezaji wa kumi na mbili eh, kitu ambacho mara nyingi huleta tofauti kubwa sana katika mechi za hadhi kama fainali na uwanja wa Moulay Abdullahi umekuwa ngome ya timu ya taifa ya Morocco eh, katika mashindano ya AFCON mwaka huu, na pamoja na kelele za mashabiki eh, naweza kusema zimekuwa silaha muhimu dhidi ya wa wapinzani. Josephat, presha ya mashabiki inaweza kuwa mzigo kwa Morocco? Haya, tutarudi kwa Josephat muda usiokuwa mrefu eh, lakini tunarudi kwako tena eh, bwana James TupaTupa tupatupa, hilo swali nita nitampa fursa Josephat atujibie, lakini kuna hili suala la shinikizo la kuchukua taji eh, Morocco hawajashinda taji la AFCON tangu mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita, inakaribia miaka hamsini hivi sasa mashabiki wanataka kuona kizazi hiki cha dhahabu e, kina Ashraf Hakimi e, Mazraoui, kikimaliza ukame wa kuchukua e, taji e, hili. Linaongeza presha lakini pia linaweza kuwa motisha ziada. Unadhani bwana TupaTupa, presha ya kutafuta taji la pili kwa Morocco baada ya miaka mingi inaweza kuathiri wachezaji? yeah, uh... Asante. Kwanza kwangu mimi, naamini linaweza kuwaathiri kwa e, upande chanya mm, kwa maana ya kuwapa nguvu zaidi, kwa sababu wenzetu, moja ya vitu ambavyo wamekuwa wakiviwekea nguvu sana ni upande wa saikolojia. Saikolojia ya mchezaji inatengenezwa vipi? Kwa hiyo mm, kwa baadhi ya mataifa mengine na, na, na, na, na maeneo mengine huku bado uh, washabiki kuwa na matumaini makubwa sana na nyie inaweza kuwa ni mzigo mzito, lakini kwa e, upande wa mataifa kama ya Morocco ambayo yamewahi kufanya vitu ambavyo e, ni vikubwa kwa ngazi ya Afrika kufika hatua kubwa kwenye mashindano ya Kombe la Dunia Qatar e, lakini pia kutop e, rank za za za e, FIFA kwa upande wa Afrika mara kadhaa. Wenyewe saikolojia yao naamini wanapoona washabiki wengi uwanjani inakuwa chanya, yani ina, ina, ina haiwashushi au haiwapi uoga lakini inawaongezea nguvu kwamba aise, kuna watu wengi sana wapo uwanjani, wanachia uh, wanashangilia kwa ajili yetu, pale ambapo unatakiwa kukaba, umezembea, kuna mtu anakusukuma uwanjani, kuna mtu anaku anakushinikiza. Kwa hiyo naiona ikiwa ikiwapa eh, shinikizo chanya sana, na mara nyingi eh, mimi huwa naamini sana kwenye motisha E, ndio maana kuna baadhi ya maeneo ukienda unaambiwa kabisa huyu ni mfanyakazi bora wa mwezi e, watu wana, watamshangilia watampigia makofi mm. e, na kwenye michezo wameweka taratibu kabisa kwa mfano mtu anapoonekana ni bora e, basi atapita sehemu watu watapanga hata gwaride kumpigia makofi kumgusagusa kidogo hiyo yote ni kum, kummotivate kwa hiyo mimi naamini e, washabiki wa Morocco e, watakuwa na mchango chanya kwa taifa la Morocco E, kuvunja na ukame na huo huona mm. Yes. Asante sana Josephat Charo e, sijui unanipata safari hii nakupata na, na Babu labda kama wewe unanipata uniambie, nakupata vizuri Josephat. Tumezungumzia kuhusiana na nguvu ya mchezaji wa kumi na mbili e, lakini pia Uh, hii nguvu ya mchezaji wa kumi na mbili wakati mwingine inategemea unaitizama kwa, kwa jicho gani. Inaweza kuwa mzigo, lakini pia inaweza kuwa motisha. Presha ya mashabiki unaizungumziaje katika mechi hii ya fainali? Asante sana Babu. Uh, kwa mechi hii mimi nadhani kwamba Morocco wanaweza kupata shida nyumbani uh, na kwamba uwepo ule wa mashabiki wao unaweza ukawaongezea presha kubwa sana hmm. kwa sababu matarajio ni makubwa upande wa kwao na Senegal wao wanacheza wakiwa unaweza kusema wako uwanja wa ugenini, kwa hiyo hawana cha kupoteza na uwezo mkubwa ambao wameuonyesha Senegal katika mashindano haya kwa kweli, uh, mimi nadhani kabisa wanastahiki kabisa kulibeba hili kombe. Morocco wamekuwa wakionyesha mchezo ambao wakati mwingine hata haueleweki, lakini Morocco wamekuwa na ile E, hali ya kushinda kila mechi mpaka kufikia sasa hivi wanaingia finali. Kwa hiyo kwa kuzilinganisha timu hizi mbili e, nafikiri ni mbinu na uwezo wa timu na vikosi jinsi ambavyo vimeonyesha uwezo mkubwa sana katika mashindano haya na kama ni kupima kwa haki kabisa Babu, Senegal ina nguvu zaidi kuliko Morocco. Na mashabiki wa Morocco hata wakawa wengi namna gani uwanjani wanaweza wakatokwa na machozi e, kwa sababu wanaweza wakafungwa na watafungwa kabisa mapema asubuhi, clean goals, siyo mambo ya kubebwa ama siasa za mpira. Uh, kuingilia kuingilia fainali, tutazungumzia uh, hizo siasa za mpira hasa tukigusia maamuzi e, mabaya ambayo e, yanatajwa hapa katika michuano ya AFCON, lakini kabla huko, e, ya kwenda huko nataka tuzungumzie hii rikodi ya Simba wa Teranga na hili swali nakutupia wewe hasan mwana wa Ali. E, Senegal wanaingia fainali wakiwa na kumbukumbu e, ya kuchukua taji lao la kwanza kabisa mwaka elfu mbili na ishirini na moja uzoefu wa kucheza mechi kubwa wanao. Sadio Mane amecheza Champions League kadhaa. Eh, mchezaji, wachezaji kadhaa wa, wa, wa Senegal wana, wana uzoefu wa kucheza mechi kubwa, naweza kusema wachambuzi wanasema kwamba eh, hali hii inawapa utulivu ambao timu nyingi zinakosa. Hassan mwana wa Ali, fainali hii inaweza kuamuliwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwa mfano kina Sadio Mane, au itategemea zaidi mpangilio wa timu nzima, wewe unaonaje? Swali zuri sana hilo, na hapo, nikimsikiliza Josephat Charo tayari asharusha shilingi yake kwa, kwa Senegal mapema na sana, sana. Ukirejelea hivi vikosi, umeuliza swali zuri sana kwa sababu uh, hata walidi mwenyewe wakizungumza, kocha wa, wa Morocco eh, punde tu aliposhinda ile mechi ya nusu fainali, ungeona ile presha, shinikizo iliyokuwepo. Nilijiuliza maswali mengi sana kwamba Morocco angeupoteza ule mchezo, wangemwonaje kocha wao, kocha ambaye aliwafikisha nusu fainali kombe la dunia, alafu unashindwa kutamba tena nyumbani hatua eh, ya nusu fainali, ah, lakini upo uwezekano mkubwa sana hii mechi ah, kama itashindikana timu wakiile kikoa hmm, basi wanasema wenyewe individual brilliance. Kwa nini nasema hivi? We, angalia Senegal ikicheza Uh, nusu fainali dhidi ya Egypt, eh, mwenyewe alitumia maarifa na ujanja akapiga lile tobwe na akafunga bao la ushindi Sadio Mane mm -hmm. Hii inakuonyesha ni gani mchezaji mmoja mmoja atamua hatima ya huu mchezo, na Sadio Mane anategemewa sana kwa sababu eh, sasa kiongozi wao yule Kolibali hatokuepo kutokana na nakadi na pia jeraha. Sasa wanamwangalia Sadio, labda Mendy na uzoefu wake mm -hmm. Lakini usisahau uh, presha ya mashabiki ina ina, ina, ina, ina pande mbili hasi na chanya, Diyo. Na nimesema chanya kwa sababu kocha Walid aliwaambia mashabiki kwamba nataka sauti zipwelee uwanjani, na Hakimi amezoea hizi kelele mpaka klabu bingwa. Diaz amezizoea mpaka kwenye eh, Madrid derby el mm -hmm. clasico kina mazuri wamezoea yale Manchester derby. kwa hiyo sidhani kama watapapatika vile mashabiki uh, nani wachezaji wa Moroko mbele ya mashabiki wao, lakini ikibidi basi itabidi individual brilliance ya wachezaji kina Hakimi ama Diaz waibebe timu ya Moroko. Na upande huu mwingine kina Sadio na Idrisa Geye wamue afe dereva afe de kondakta, lakini bao lipatikane Dereva babu naomba, na, babu naomba kidogo hapo ta, tafadhali upande kwa, kwa, kwa, wa Morocco wanakipa mzuri sana Bono. mm -hmm, na huyu wanaokoa sana mikwaju ya penalti. Tumeona jinsi ambavyo ameokoa mikwaju ya penalti na kama hii gemu itakwenda katika matuta, pengine Morocco anaweza kuwa na nafasi nzuri zaidi, lakini eh, kama tulivyokuwa tunamzungumzia hapa eh, mchezaji ambaye anaonyesha uwezo mkubwa sana mm -hmm. huyu wa Senegal waa eh, Sadio Ma nafikiri eh, anaweza kuiongoza hii timu vizuri na uzoefu ambao anao Senegal, kucheza katika mashindano haya ya AFCON, kwa miaka ambayo wameshiriki, wameonyesha uwezo mkubwa sana, na panda shuka nyingi ambazo wamepitia, nafikiri zimewapa uzoefu kuweza kupata ushindi. Eh, katika fainali hii dhidi ya Morocco. Naam, asante uh, sana Josephat Charo, na narudi kwako sasa, James Tupatupa. Safari hii tu tugusie kidogo kuhusiana na mjadala kuhusu eh, uchezaji ama viwango vya uchezaji eh, kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Cameroon Samuel Eto'o amepewa adhabu ya kufungiwa mechi nne na kutozwa faini ya dola elfu ishirini baada ya kupatikana na hatia ya utovu wa nidhamu na kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Eh, mshambuliaji huyo wa zamani wa Barcelona na Inter Milan anaripotiwa kutoa ishara ya hasira kufuatia baadhi ya maamuzi ambayo hayakuipendelea, naweza kusema Indomitable Lions, walipopigwa mbili bila na Morocco lakini michuano ya AFCON kwa ujumla wake imeacha maswali chungu nzima kuhusu viwango vya wa ma maamuzi maamuzi maamuzi ama matumizi ya teknolojia VAR na namna CAF inavyosimamia nidhamu ya michezo. Bwana James TupaTupa tupa, eh, nafikiri ile mechi ya Tanzania na Moroko ni mfano mmoja wa maamuzi ambayo eh, yanadaiwa ya kwamba hayakwenda kwa jinsi yanavyotakikana. ya ya kuna mifano mingine, kwa mfano mechi kati ya Algeria na Nigeria kulikuwa pia na malalamiko makubwa dhidi ya refari Issa C, mechi ya Kamerun na Moroko, eh, mechi chungu nzima. Swali kwako bwana tupatupa kitu, kitu una, una, umeridhika kweli na viwango vya uchezeshaji wa, wa marefari? Asante sana kwa swali zuri. Mimi kwangu sijaridhika moja kwa moja, kwa sababu uzuri ni kwamba mpira ni mchezo ambao watu wengi tunautazama moja ya luninga au uwe uwanjani kabisa, mm. moja kwa moja yenyewe kabisa tunaona namna ambavyo eh, ma, maamuzi yamekuwa yakifanywa mara nyingi. eh, maamuzi yana sheria eh, kumi na saba, lakini pia ndani ya hizo sheria kumi na saba kuna utashi wa mwamuzi yule anayesimamia mchezo. Sasa kwenye utashi wa uamuzi hapo, mara nyingi ndipo ambapo mwamuzi anaweza akakupendelea au akaamua eh, kuto kukupendelea, lakini mara nyingi sana eh, mwamuzi ame kuwa akionekana akipendelea e, taifa la Morocco kwenye michuano kadhaa, kwenye, kwenye mechi kadhaa mechi na dhidi ya Tanzania. E, mchezaji Idi Suleiman Nado alisukumwa kwenye kisanduku cha penati, lakini refalii hakuna alichofanya, na ilikuwa ni dhahiri kabisa ni nafasi ya kwenda kufunga mtu amepewa. mm -hmm. lakini amesukumwa, lakini pia ume- umetoka kuzungumzia namna ambavyo Eh, Kameruni wali- walichukizwa wali sana na maamuzi hayo ya refarii eh, lakini pia wametoka kuzungumzia eh, Algeria namna ambavyo eh, mechi yao na Nigeria uh, watu walichukizwa wali, wali na maamuzi ya refarii refarii akionekana ya kuipendelea eh, Algeria na mpaka washabiki wa Nigeria wakairipoti eh, akaunti ya Instagram ya refarii na Ndiyo. kiasi cha kufungiwa kwa hiyo kwa hiyo mimi nikitazama naona kwa, nashawishika kuamini kwamba kuna shinikizo moja kwa moja na uh, ba, ba, kwa nini naamini hivi bwana James, tulia hapo hapo eh, umetaja swala la, la, la, la shinikizo, nataka nirudi kwako tena eh, Hassan mwana wa Ali unahisi kwamba eh, kuna, kuna shinikizo kwamba timu ya nyumbani ipenyezwe mpaka fainali? Ni TupaTupa, wakati anaanza haya maongezi alisema mcheza kwao kama hakutunzwa na tu Ndo hayo tunayaona yanafanyika mashindano. Naweza nikasema mwamuzi bora mpaka sasa na labda huenda akapewa fainali ni, ni Peter Kamaku Waweru kutoka Kenya alipewa mechi moja na nyingine tulimwona kwenye VAR. Kuna mengi kweli ukiangalia na hata watu wanamuuliza Motsepe na ile idara yake ya uamuzi inafanya nini? Mm. Unakumbuka Nigeria ilipocheza dhidi ya Algeria baada ya ule mchezo <laughs> wa Algeria walimwandama refari mpaka kule nje ya uwanja. Diyo. na hata Eto'o. Mm. Na hii adhabu iliyomfika imetokana na, na maamuzi, maana yake alijisahau kwamba yeye ni rais wa shirikisho, si tena mchezaji na, na naangalia pia mechi Uh, kwa mfano unaona ilipomalizika mechi ya Cameroon na Morocco, haya yalitokea. Kuna, kuna baadhi ya maamuzi, na kilichowauma sana Algeria ni kama wanasema mbona hatukuwa na goal line technology, tunakwenda VAR kwamba kuna kama bao walinyimwa, mpira ulivuka mstari walipocheza dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo e, eh, na, na, na, na katika mashindano kama haya makosa kama haya kitokea zaidi ya makosa sita ya yanachafua jina jina la mashindano ya AFCON, na unajua wenzetu wale wauefa na kwengineko wanatizama sasa, wao wanatizama vitu kama hivi, wanavichukua vinazungumzwa sana na kama hicho kisa cha mwamuzi kutoka Ghana aliochezesha mechi Nigeria e, na na, na Morocco na uhasama uliopo wa Nigeria na Ghana kimezungumzwa kuliko mechi yenyewe. Kwa hiyo nafikiri CAF ina kazi kubwa sana sana sana. Kuona namna itakavyosafisha tena jina la waamuzi. Na Josephat Charo, tumalizie hii maudhui ya marefarii kwanza. Eh, eh, CAF ilitangaza kwamba ita itafanya uchunguzi rasmi kuhusu matukio ambayo TupaTupa, eh, ameyataja -tupa pamoja eh, na Hassan Mwana wa Ali kuna na tuhuma pia za tabia isiyokubalika kutoka kwa baadhi ya wachezaji na viongozi wa timu. Nataka tu kwa muktasari, unielezee wewe binafsi, unaridhika kweli na viwango vya, vya uchezeshaji wa marefarii ama kitu gani kifanyike kwenda mbele ili e, kutoa taswira nzuri kwa michuano hii ya kafa katika michuano ya yajayo? Uh, uh, Babu unajua marefa pia ni binadamu mm. Uh, kwa hiyo panapohusika siasa na mambo ya fedha basi mtu anaingia kwenye mitihani na ni maamuzi ya kibinafsi. Hatuwezi tukajua kunakuwa na kitu gani kinachotokea nyuma ya pazia, lakini historia imetuonyesha jinsi ambavyo hata matokeo wakati mwingine yanapangwa kwa sababu ya marefa hawa, wasimamizi waamuzi wa kati, kutua vyumbani na kupewa maelekezo na wengine kupewa mahundi. Nafikiri kumekuwa na kashfa kama hizo katika soka. Sasa niseme tu kwamba katika mashindano makubwa ya kiwango kama hiki cha AFCON, jambo hili kuweza kuliepuka kabisa, niseme tu ni mtihani, kwa sababu tunazungumzia Morocco, nchi ambayo ni kubwa, nchi tajiri na hela nyingi, na siasa ni kwamba kombe hili libaki Morocco. Sisemi kwamba kutakuwa na mchezo huo eh, lakini kama siasa itatawala na kama fedha zitatawala Uh, tunaweza tukaona matokeo ambayo hayatakuwa pengine mazuri kwa upande wa Senegal, na mwamuzi wa kati tunaweza tukamwona akifanya vitimbi, na ndivyo ambavyo tumeshuhudia katika mashindano haya baadhi ya mechi kukitokea na hizo kashfa mm. Uh, natumai kwamba uchunguzi huu ambao wanasema watakwenda kuufanya, ukweli utakuja kuleta matokeo mazuri, lakini inakuwa hivyo na uchunguzi unafanywa na wakati mwingi hamna lolote la maana ambalo linatangazwa lina, lina, lina lina likaeleweka lina. Kwa hiyo timu kama e, Kamerun ambayo imeshapigwa inakuwa ndio imeshapigwa, isharudi nyumbani mm. e, na fursa yake kufika fainali inakuwa ndio ishakwisha. Kwa hiyo inakuwa mchezo ni ule ule Babu, lakini hii ni hali ambayo kwa kweli si nzuri kwa soka la Afrika asan, na mimi asan... naomba sana kwamba nidhamu ya uamuzi wa kati iwe inadumishwa, nidhamu idumishwe, e, kwa dakika moja mbili zimesalia hivi, naomba kwa upesi upesi tu izungumzie hii mechi ya mshindi wa tatu eh, kati ya Super Eagles na Misri Mafarao. Ni mechi ambayo eh, binafsi nahisi inavutia hisia kali, ikileta pamoja timu ambazo zina historia kubwa na mafanikio makubwa katika soka eh, la Afrika. Ingawa si fainali, mchezo huu mara nyingi huwa na uzito wake, ni pambano la kutafuta heshima kujenga morali na kuonyesha ubora wa kizazi kipya cha wachezaji. Swali hili nalitupa kwake James TupaTupa Tupa. Eh, Misri ambao ni mabingwa mara saba waliingia kwenye, eh, mchezo uliopita wakijua kwamba nafasi ya kuta, kuchukua taji imepotea, unadhani kwa umri aliyonao sasa hivi Mo Salah bado ana nafasi ya kutimiza ndoto yake ya kuchukua ubingwa kama ataamua anaweza kufanya hivyo kwa sababu wenzetu wamekuwa wakizingatia sana e, lishe wakizingatia sana mazoezi wakizingatia sana e, ustaarabu wa nje ya uwanja. Tumemwona Cristiano Ronaldo akiwa na ndoto ya kucheza kombe la dunia akiwa na miaka arobaini na mbili na alhamdu, tunaelekea elfu tupo elfu mbili na ishirini na sita anaweza kucheza na kama timu yake itamsapoti vizuri, basi anaweza akatimiza. Kwa hiyo Mohamed Salah kama ata amua yeye binafsi anaweza kufikia ndoto ya kucheza e, Afconi ijayo, pengine na kama timu yake itafanya vizuri, anao uwezo wa kuchukua hilo bado kwa soka la sasa. Kwa zamani ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini kwa siku hizi wana vitu ambavyo vinawaelezea moja kwa moja. Kama unataka kucheza mpaka thelathini na nane mpaka thelathini na saba, mm, basi lala kula chakula hiki, usinywe kinywaji hiki usi vitu vinawaelekeza moja kwa moja kwa hiyo anao uwezo huo. Bwana James, James Tupatupa, Hassan Ali kauleni, na Josephat Charo, asanteni sana. Uh, fainali ya AFCON kati ya Senegal na Morocco uh, ni zaidi ya mchezo wa soka, ni pambano la falsafa mbili, historia mbili na matarajio makubwa kutoka bara zima hili la Afrika. Morocco wanataka kuchukua taji mbele ya mashabiki wa nyumbani, wakati Senegal wanataka kupiga muhuri kwamba wao ni mabingwa na walipochukua ubingwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja haukuwa bahati nasibu. Nani atachukua ufalme wa soka barani Afrika? Dakika tisini zitatoa majibu. Mimi naitwa Babu Abdalla, asante sana. Kwenye laini ya simu alikuwepo mwenzangu kutoka dawati la michezo Josephat Charo na mchambuzi wa michezo kutoka Dar es Salaam, James TupaTupa, na hali kadhalika mwandishi wa habari za michezo kutoka Nairobi, Hassan mwana wa Ali. kwa heri.